Shirika la Femina Hip limefika katika kijiji cha Songabatini pamoja na kata ya Majengo kwa ajili ya kujionea utekelezaji wa mradi wa kupinga ukatili wa kijinsia na hapa afisa dawati la jinsia mkoa wa Tanga, Tatu Kibwende, anaeleza namna kesi zinavyokwama kwa kukosa ushahidi. Yaani tunaokaa kwenye field. Yaani ukipokea hizi kesi unaumia haswa. Kwa sababu ushahidi mzuri usha, nini kesi iende vizuri lazima kuwe na ushahidi usioacha shaka. Askari wa dawati sio malaika anategemea ushahidi kutoka kwa, kwa mtu ambaye ameona. Kwa hiyo tukisema tunataka tutokomeze kweli ukatili na Tanga yetu iwe salama, wote tuna nia hii moja, tusiogope. Swala la adhabu kwa wanaofanya ukatili wa kijinsia, wadau wanaomba liangaliwe upya ili ziendane na tukio linalofanyika. Wakati mwingine hata jamii Eh, wanatuuliza au wana malalamiko kwamba mtu amefanya tukio kubwa la ukatili wa kijinsia, lakini sio sawa yule mtu anahukumiwa, na wakati mwingine aidha anatoka kabisa nje, labda kwa dhamana au kwa kitu chochote. Kwa hiyo adhabu zilingane na tukio analofanyiwa yule manusula. Haya mambo yote tunayoyazungumza hapa, yote tunayoyazungumza hapa, huu ukatili unaanza kwa sababu ya malezi mabaya kwa watoto. Kama mzazi hawezi kumlea mwanae, anategemea kwamba yule mtoto wa miaka mitano, miaka sita ndo atatoke ende akatafute hela amletee mzazi atatoka ende afanye sijui vitu gani aje amtunze mzazi. Kuna changamoto pia ambazo zimeonekana bado zipo ikiwemo e, ukatili bado kuendelea, na hii ni kutokana na mila na desturi ambazo zinaendelea kuwepo kwenye haya maeneo. Uongozi wa ubalozi utajaribu kuangalia namna gani utaendelea e, kuhusisha swala la kuwawezesha wanawake, lakini pia kupinga masuala ya ukatili. Julius Mloe ni mmoja mwa wanakamati ambao wamepewa mafunzo na hapa anaeleza namna wanavyoshughulikia kesi hizo. Sisi kama kamati ya mtakuwa zipo kesi ishirini e, na nne, kesi ya, ya, ya za kubaka e, zilikuwa ziko mbili, e, kesi za ukatili wa watoto zilikuwa e, zipo tisa. Mariam Shedafa, Azam News.